Sasa leo nataka tuzungumze habari ya uchaguzi ndugu zangu. Kwa sababu hii habari ya uchaguzi ina maneno mengi sana. Na ni sawasawa iwe na maneno mengi. Ni sawasawa habari ya uchaguzi iwe na maneno mengi. Kwa sababu viongozi unaowapa chaguzi wanategemea namna uchaguzi wenyewe ulivyo. Uchaguzi ukiwa wa hovyo utapata viongozi wa hovyo, na ukipata viongozi wa hovyo mwananchi, hakuna atakayekutetea. Na nyie hili wananchi wa Lindi mnalifahamu sana, ndio maana ya maneno ya Mheshimiwa Heche hapa kwamba mkoa wenye rasilimali kama huu wenye gesi asilia wenye korosho wenye ufuta wenye bahari ya Hindi inakuwaje uwe mojawapo ya mikoa maskini katika nchi hii? Ni kwa sababu ya u, aina ya uongozi tunaoupata kwenye chaguzi zetu ya sabini tulikuwa tunaambiwa na Nyerere ili tuendelee, tunahitaji vitu vinne. Tunahitaji watu, tunao. Tunahitaji ardhi, tunayo kubwa. Tunahitaji siasa safi, tunahitaji uongozi bora. Hiyo ndiyo ilikuwa maneno ya miaka ya sabini ya Mwalimu.